Jonte unaulizwa na huyu unaulizaje? Si ndio naongea ati we ndio naongea, nikiongea si ni we unaongea Jonte? Nimi naongea ukiongea nani Jonte? Rada sasa, wacha kushika gani yangu, takupiga

unatakaaoea matiki Haiwezi kukutoshea. rada Johnte bana sunipatie ride moja bana ningie mission iko hapa hivi Mission gani?

Unataka kuangaisha watu msimu wa Krismasi. Halo, halo. Halo. Eh, nani uko na mosta ya ndege? Ni, ni mwitia Mosiria. Mosiria.